Zuchu angeza kumwambia tulia zako mm, tu ndani. We ni siku yako ya kuzaliwa labda, tukae tu enjoy. Na pale Jux anakwambia hata we Priscilla, kuna muda unafanyaga hivi unaniambia nisitoke mm, na nini. So akawa amemshukuru Diamond pamoja na Zuchu mm. Alafu pale Priscilla akawabariki, akawaambia basi mi nawaombea mapacha mm, eh, mm. Niona pale Zuchu akapokea kwa furaha kweli kweli, kitu ambacho kinashangaza. Unajua, unajua ndoa ya Diamond na Zuchu ilikuja kama kama asima, kama masiara unaelewa, eh, yaani mm. Kuna watu mpaka leo hawaaminiki kama ni ndoa serious, hata nimi hata wewe. Ni ndoa hiyo ilitokea katika mazingira ambayo uwezi ukasema kwamba ilikuwa ni kitu serious lakini mm. kadri siku zinavyozidi kwenda ndo vitu ambavyo vinazidi kushangaza wengi. Kwa mfano unasema tu hiyo Juksi kasema alimshukuru Zuchu, nimeona mm. kuna pia video ya Bill Nass jana mm. akate na wish birthday Diamond mm. ameweka account anamwambia uh, Diamond kwamba yani, namna ambavyo anamtreat anamzungumzia Diamond na Zuchu mm. ni kama yani umempatia heshima ile mm. ya mm. ana mm. so, yeah, yeah, Zuchu ya yeah. mke ni kwamba anaweza akamdrive Diamond sio, unanielewa kama sio ana ana, ana amri sasa hivi juu ya yeah, kichwa yeah. kwamba usifanye hivi kwa sababu ni mumewe yeah. na lazima asikilize, so unaweza ukaona kwamba maybe unajua hawa sasa hivi wamekuwa kama ni washikaji Juksi Bilnasi, yeah, yeah, yeah. kao wanazungumza wa sometimes yeah. ko kila mtu anaonesha kwamba mke wako bwana, mm. ana mamlaka juu yako, mke wako ana mm. sauti juu yako. Kwa upande wa Diamond, kwa Nandy na Bilnas tunajua Priscilla, yeah. na Jux well, inaonekana. You know yeah. yeah. Lakini kwa upande yeah. wa Zuchu na Diamond, maybe hatukuiona kama inaweza kuja kuwa issue ambayo wao mm -hmm. ni ndoa serious hivi kweli? Zuchu ana act kama mke. Mm -hmm. Well, ni kitu ambacho kina surprise wengi that's all I can say. Alafu hapo hapo hadi mashabiki, unajua hadi sasa hivi kuna namna yani, ndoa Diamond na Zuchu, yani kuna kuna zile comment tofauti tofauti. Nakupa mfano, kina Estukizu alikwenda ku kumfanyia surprise Diamond siku yake ya kuzaliwa pale mm, wanasema wenyewe wamemkuta Diamond ana edit video mm, kwenye lile eneo pale Zuchu hakuepo. Mm. watu wakaanza kusema na maana Diamond sijua yuko na Zuchu saizi, unajua kuna maswali mm. Mimi nikawa nawaza, jamani, hata mtu mwingine sasa kawa amelala huko <coughs> mlipo chini um, yeah. umeshanielewa mm. na vitu kama hivyo yani unakuta, ah, wengine labda mama Dangote tu anamweka sawa mwanae labda kama vile kumuandaa ama vile Tahia wapi, mm, labda kama vile Tahia alivyoambiwa yeye anampasiaga anko wake. Watu wanasema Zuchu kwa wapi? Tulishasema hakuna ndoa, si ndio? hivi kama hivyo ambavyo wanasema, hata mashabiki pia, hata si wakati tunafanya stori mwanzoni mm. kusema Zuchu ni mke wa, wa Diamond, kuna muda hadi sasa hivi ndo tunazoea hivyo.